Ye, za baba yake au mama yake. Cha kwanza hicho kwenye biolojia, nazungumza biolojia ya kawaida ili uelewe na maanisha nini. Nataka nlay out foundation katika hilo. Mtoto analisi damu ya wazazi. Mtoto kama baba yake au mama yake alikuwa ya na magonjwa ya, ya kurisi, there is possibility 100% mpaka tisini mtoto wa karisi, let's say, kwa mfano mtoto amezaliwa na wazazi wenye mmoja wapo mwenye siko seli, kuna probability ya zaidi ya asilimia hamsini mtoto kuza kuwa na sikoseli. Mtoto amezaliwa kwenye familia ya wazazi wenye pua, mmojawapo wana pumu, kuna probability mtoto wa karisi. Watu wanafikirigi ni bahati mbaya lakini andiko linasema ni mimi Mungu mwenye wivu, uwapatiliza watu kizazi cha tatu hata cha nne maovu ya baba zao. Kumbe sio bahati mbaya, ni wewe tu unaichukulia bahati mbaya. Najaribu kulay out foundation damu. Mtu anaitwa kwa damu yake. Ukitaka kufika hospitali kwenda kutibiwa hospitali, wao watakuuliza kingine, watakuuliza jina lako ata name kwa mfano, let's say mimi naitwa Silvester jina langu. Mtu akitaka kupima damu yangu atai name damu kwa jina langu.